Karibu tena kwenye Yanayojiri Mitaani TV, mahali unapopata elimu ya afya na maisha ya kila siku. Leo tutazungumzia tunda moja la ajabu, parachichi au kwa Kiingereza avokado. Je, unajua kuwa parachichi lina mafuta mazuri yanayolinda moyo, inaimarisha ngozi na hata kusaidia kupunguza uzito? kaa karibu ujifunze faida kumi muhimu za parachichi kwa mwili wako. Faida ya kwanza: mafuta bora kwa afya ya moyo. Parachichi lina mafuta ya asili yasiyo na madhara yanayojulikana kama monosaturated fats. Mafuta haya husaidia kupunguza kolesteroli mbaya LDL na kuongeza kolesteroli nzuri HDL, hiyo kulinda moyo dhidi ya magonjwa. Faida ya pili: huimarisha ngozi ya nywele. Parachichi lina vitamin E na antioxidant ambazo hu, hu, huifanya ngozi kuwa laini yenye kung'aa na isiyokauka. Pia linasaidia nywele kukua vizuri, kuwa na afya na kuzuia kuharibika na kukatika. Faida ya tatu: hupunguza uzito kwa njia ya asilia. Ingawa lina mafuta, parachichi linakufanya ushibe kwa muda mrefu, kwa hivyo husaidia kupunguza ulaji wa mara kwa mara na kudhibiti uzito kwa njia ya asili. Mafuta yake hayanenepeshi kama yale ya kukaanga. Faida ya nne, huboresha macho. Parachichi lina virubutisho kama lutein ama zeaxanthin, ambayo ni muhimu kwa macho, hulinda macho dhidi ya uharibifu na mua wa mwanga mkali na huchelewesha matatizo ya macho kwa kutoona vizuri uzeeni. Faida ya tano kinga ya mwili immune system, kwa sababu lina vitamin C na E na vitamin B6 pamoja na madini kama zinc, potassium, parachichi husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuzuia magonjwa mara kwa mara. Faida ya sita: hudhibiti shinikizo la damu. Parachichi lina potasiamu ambayo husaidia kusawazisha kiwango cha chumvi mwilini. Hii hupunguza fresha ya damu na kulinda mishipa ya damu isishindwe kufanya kazi vizuri. Faida ya saba, husaidia katika mmeng'enyo wa chakula kwa kuwa lina nyuzinyuzi nyuzi, yani faiba nyingi. Parachichi husaidia chakula kusagwa vizuri na kuzuia matatizo ya tumbo kama choo kigumu constipation. Faida ya nane ni chanzo bora cha virubutisho Parachichi lina zaidi ya virutubisho 20 muhimu ikiwa ni pamoja na folate, magnesium, vitamini B5, vitamini B6 na K. Ni tunda... parachichi ni tunda linalosaidia kukidhi mahitaji ya mwili kwa haraka. Faida ya tisa: husaidia akili kufanya kazi vizuri. Virubutisho kama vitamin B na mafuta bora husaidia katika kazi ya ubongo. Hii ni muhimu sana kwa wanafunzi na watu wenye kazi zinazohitaji kufikiri kwa kina. Faida ya kumi: hupunguza hatari ya saratani, kwa sababu lina antioxidant na madini kama vile folate Parachichi husaidia kupunguza uharibifu wa chembe hai mwilini, jambo linalosaidia kuzuia magonjwa hatari kama saratani. Hitimisho na mwito wa watazamaji na wasikilizaji. Kwa hivyo, parachichi ama avokado sio tunda la kawaida tu, ni chakula kamili kinacho pigana kwa ajili ya afya yako. Parachichi unaweza kulila kama salad, kutengeneza juisi au kulipaka kwenye mkate. Je, wewe hupenda parachichi? Tuandikie kwenye maoni hapa chini. Usisahau kulike, kusubscribe na kugonga kengele ili upate video nyingine nzuri kama hii hii. Ni yanayojiri mitaani TV, tunakuletea elimu sahihi ya afya ya moja moja moja kwa moja kutoka mitaani. Hii ni Yanayojiri Mitaani TV.